Taarifa zilizopatikana kutoka chanzo cha kuaminika zinaeleza kwamba kuna mkakati dhalimu dhidi ya mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema Mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu, ambaye kwa zaidi ya miezi miwili sasa yupo gerezani ambako anakabiliwa na mashtaka ya uhaini pamoja na mashtaka mengine matatu. Taarifa pia zinaeleza kwamba uamuzi wa Mheshimiwa Lissu kuwaondoa wanasheria wake thelathini na tatu umepokelewa kwa furaha kubwa na hao wenye mpango dhalimu dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Makala hii inaeleza kwa kina kuhusu huo mpango dhalimu unaopangwa dhidi ya Mheshimiwa Lissu, lakini pia kueleza kwa nini hizo habari kwamba Mheshimiwa Lissu amewaondoa wanasheria wake thelathini na tatu zimepokelewa kwa furaha na hao wanaopanga mpango dhalimu. Kwanza ni muhimu kuelewa kwamba baadhi ya watu wanaotuhumiwa kuhusika na jaribio baya kabisa Septemba saba mwaka elfu mbili na kumi na saba ambapo lundo la risasi lilimwagwa katika gari la mheshimiwa Lissu, lakini bahati nzuri Mwenyezi Mungu akamwepusha na akafanikiwa kusalimika. Baadhi ya wahusika wanafahamika angalau mtu mmoja ambaye sasa ni mkuu wa mkoa alitajwa na Mheshimiwa Lissu hadharani kwamba ndiye aliongoza kikosi cha kutaka kumtoa uhai Mheshimiwa Lissu. Hilo moja. Pili, tangu mwaka huu elfu mbili na kumi na saba mpaka hivi sasa kumeendelea kuwepo na jitihada yani, zimekuwepo jitihada endelevu za kukamilisha kile kilichoshindwa kufanyika hiyo Septemba saba ya elfu mbili na kumi na tisa. Mimi binafsi nimeshawahi kuripoti angalau matukio mawili uh, kulingana na taarifa nilizopata, na taarifa hizi zinapofikia hatua ya kuziweka hadharani huwa nimejiridhisha kama ni taarifa za kweli. Kulikuwa na matukio angalau mawili ya kuhusu usalama wa Mheshimiwa Lissu. Uh, moja la mwisho lilikuwa ni wakati wa mchakato wa uchaguzi, kwamba kulikuwa na mpango wa kujaribu kutumia hali ya sintofahamu iliyokuwa ikiendelea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA hususan mchuano mkali kati ya Mheshimiwa Lissu na aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, Mheshimiwa Freeman Mbowe, kwamba lolote lingemtokea Mheshimiwa Lissu ingekuwa rahisi kwa wanasema jumba bovu kuangushiwa Mheshimiwa Mbowe, kwamba na hasa ikawa inatolewa mfano kwamba huko nyuma, uh, kulitokea kifo cha uh, marehemu Chacha Wangwe ambacho kilihusishwa na dhana kwamba kila mtu anataka kuchuana na Mheshimiwa Mbowe kwenye nafasi ya mwenyekiti huwa anaishia kudhuriwa. Kwa hiyo hata lingetokea hili kwa mheshimiwa Lissu, ingedhaniwa kwamba sio kama kuna mkono wa serikali au kuna vyombo vya dola au watu waliojaribu kumuua elfu mbili na kumi na saba, bali ni matatizo ya ndani ya CHADEMA. Lakini for some reason hii haikutokea. Mpango huu uli haukufa, haukufanikiwa na ulifeli. Um, lakini jitihada endelevu za kutaka kumdhuru mheshimiwa Lissu zimeendelea na sasa, kwa mujibu wa hizi taarifa mpya Uh, uwepo wake gerezani unaonekana kuwa umetoa fursa mwafaka kwa ha kutekeleza mpango huo kwa njia mbalimbali uh, ambapo zinaweza njia hizo zikasaidia kuosha mikono ya hao wanaopanga uh, kufanya hilo. Lakini pia ni muhimu kabla hata kueleza uh, ni mikakati gani inayofanywa inaufa, ni muhimu kuele, kuelewa kwamba moja ya sababu inayopelekea maovu kushamiri mpaka muda huu ni ukweli kwamba hawa wanaofanya haya maho, maovu hawachelei matokeo kwa maana ya kwamba hakuna maovu yaliyofanyika ambapo wale waliyoyafanya wakajutia kwa nini waliyafanya. Katika mifano ya hivi karibuni, nafahamu kuhusu kifo kibaya kabisa cha mzee marehemu mzee Ali Kibao ambaye alitekwa, akateswa sana, na katika mateso inasemekana walimtoboa macho, halafu baada ya kumuua wakaimwagia tindikali maiti yake. Leo hii kifo cha mzee Kibao ni kama kimesahaulika, licha ya ukweli kwamba serikali haijafanya lolote. Uh, iliahidi uh, kwamba ingeweza kufanya kuchukua hatua, lakini pia kulikuwa na kebehi kwamba kifo ni kifo na vitu kama hivyo, na hivi tunavyoongea muda huu kifo cha mzee Ali Kibao ni kama kimesahaulika, likitokea tukio jingine la uvamizi dhidi ya Padre Dr. Charles Kitima, shambulio baya katika historia ya mashambulio dhidi ya viongozi wa dini. Sio la kwanza kwa sababu amesha kufanyika huko nyuma, lakini hili katika miaka ya hivi karibuni lilikuwa kubwa la kutisha. Mpaka muda huu hakuna taarifa zote. Jeshi la polisi lilitoa taarifa za mchongo kudai kwamba kuna watu wawili wamekamatwa, mmoja ni yule ambaye alijitokeza hadharani ku, uh, kumtisha fadha Kitima siku mbili kabla ya shambulio hilo kutokea, lakini latest reports zilikuwa zinaonyesha kwamba huyu jamaa alionekana Dodoma kwenye mkutano mkuu wa CCM. Maana yake ni kwamba taarifa kuwa alikamatwa zilikuwa ni za uongo. Lakini kubwa zaidi pengine la hivi karibuni ni la Mdude Nyagali, ambaye alivamiwa nyumbani kwake akapigwa na hatimaye hawa watu wakaondoka naye na mpaka leo hajapatikana. Um, ni, ni, ni mapema kuhisi mabaya, lakini katika mazingira ya kawaida ni kwamba uwezekano um, wa mdude kupatikana ni kama haupo katika mazingira ya kawaida, lakini nini kimetokea? Katika haya haya, ni matukio matatu, kuna mengi yametokea katika ha, baada ya haya matatu kutokea, nini cha kuwafanya hawa watu walio nyuma ya haya matukio washindwe kufanya tukio jingine kubwa? Kwa sababu wanajua kwa dhati kwamba lolote atakalofanya halitosababisha lolote kwao, dhidi yao, ili wanasema kuchelea matokeo, hakutokuwa na matokeo mabaya. Baadhi ya watu wanasema mimi ni baada ya kupata taarifa hii kwamba kuna mpango wa kumdhuru Mheshimiwa Lisu niliiweka, nimeiweka hadharani katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Baadhi ya watu wanasema hilo haliwezekani, hawawezi kufanya kitu kama hicho. Na mimi swali ninalowauliza kwamba kwa nini washindwe kufanya? Kwa sababu huko nyuma wamefanya. Mbona wamefanya kwa mzali kibao, nini kimewatokea? Mbona wamefanya kwa fadha kitima kumvamia, nini kimetokea? Mbona wamefanya juzi kwa mdude, nini kimetokea? Lakini kubwa zaidi, elfu mbili na kumi na saba walijaribu kumuua Mheshimiwa Lisu, ni nani amekamatwa? na baadhi wametajwa, kama navyosema mmoja miongoni mwa watu waliotajwa kwamba walishiriki kuongoza jitihada ya kumdhuru Mheshimiwa Lissu elfu mbili na kumi na saba ni mkuu wa mkoa mmoja. Kwa hiyo hakuna hakuna kitu cha kuwavunja moyo hawa watu kuchukua uamuzi kama huo. Sasa kwa mujibu wa maelezo, kwa mujibu wa taarifa hizi zilizopatikana, kuna mbinu ambazo zinatumika sasa hivi, sio za moja kwa moja kwamba kutakuwa labda kumwekea sumu au mtu kum, kumjeruhi kum, kum, kum, kum, akiwa jela. Hapana, mbinu zinazotumika ni kwamba kwa kiasi kikubwa ni kama anaweza kujimaliza mwenyewe. Kwa sababu awali, baada ya kushindikana lile jaribio la kumtoa uhai mwaka elfu mbili na kumi na saba, kulikuwa na matarajio kwamba Mheshimiwa Lissu asingerudi, kwanza asingerudi kwenye siasa, lakini pili asingerudi Tanzania kwamba Matarajio yalikuwa ni kuwa atatumia muda mwingi zaidi kujali afya yake, kutibu afya yake, kutokana na majeraha na yale yangemchukulia muda mwingi kiasi kwamba asingepata fursa ya aidha kurudi Tanzania au kuendelea na harakati za kisiasa. Kwa bahati mbaya, kwa hao madhalimu waliopanga mpango huo, hayo yameshindikana. Lakini pia kulikuwa na tarajio la pili kwamba kutokana na yale majeraha makubwa aliyoyapata, uh, basi kuna uwezekano mkubwa Mheshimiwa Lissu pengine angepoteza uhai kwa sababu Uh, ya yumkinika kusema idadi ya operation ambazo Mheshimiwa Lissu amefanyiwa inakaribiana na idadi ya risasi alizomwagiwa katika jaribio hilo la kumtoa uhai elfu mbili na kumi na saba. Kwa hiyo kulikuwa na matarajio kwamba labda pengine baada ya muda si mrefu angeweza kuondoka, lakini elfu mbili na kumi na saba, hii ni elfu mbili na ishirini na tano, miaka minane imepita, bado yupo mzima na anaendelea kuwasumbua na alivyorudi nchini Tanzania Uh, kutokana na mazingira yaliyokuwepo kipindi kile, alitarajiwa kwamba labda angemezwa na siasa za Tanzania, ambazo kwa kiasi kikubwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kilionekana kuwa kimejenga. Hasa haya maridhiano yalikuwa yanaifanya CHADEMA kuwa chama cha kawaida, kwamba kisingeweza kuja kutoa ushindani wowote kwa sisi, lakini hayo yalibadilika baada ya mheshimiwa Lissu kushinda kinyang'anyiro cha uchaguzi uh, wa chama hicho na kufanikiwa kuwa mwenyekiti wa taifa, na zilifanyika jitihada kubwa sana, na miongoni mwa walio kufanya jitihada hizo ni hao hao watu waliotaka kumtoa wa uhai mwaka 2017, kwa sababu walikuwa na hofu ya kwamba huyu bwana akipata uwenyekiti, um, profile yake itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu tayari uh, Mheshimiwa Lissu yayumkini kumtaja kama ndio mwana siasa maarufu kuliko wote nchini Tanzania. Na hii inachangiwa zaidi na ukweli kwamba kibinadamu mtu aliyemwagiwa rundo la risasi halafu akasalimika, hata ukiwa na roho mbaya inatakiwa umhurumie na umpende. Lakini hilo moja. Pili, licha ya yote aliyotokea katika maisha ya mheshimiwa Lissu, ikiwa ni pamoja na ile jaribio la kumdhuru, ukimwangalia hata ukiangalia taswira zinazoonekana katika kesi zake zinapoletwa mahakamani, amejawa na tabasamu. Na kwa hakika hili tabasamu linawatesa sana watu waliojaribu kumtoa uhai. Mbona inakuwaje huyu mtu, yote tulomfanyia, lakini bado amejawa na tabasamu haonyeshi kinyongo, na katika muda wote baada ya jaribio hilo la kutaka kumtoa uhai Mheshimiwa Lisu, hajawahi kuhamasisha kwa namna yoyote ile swala la kisasi. Aa, katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini ambao aliporwa matokeo Mheshimiwa Lisu alikuwa na nafasi ya kuhamasisha watu waingie mtaani, pengine wasingejitokeza, lakini alikwenda kinyume na hak, yani hakuhamasisha zifanyike vurugu. Angekuwa katika mazingira mengine, mazingira tofauti Uh, hasira ya kujaribu kuuawa, hasira ya kuhujumiwa kwenye uchaguzi ingetosha kumsukuma yeye pengine kuhamasisha machafuko. Na, Light, hayumkinika kusema Light, Mheshimiwa Lissu angetumia nguvu zake zote kuhamasisha vurugu, kwa hakika zingeweza kutokea. Well, wa Tanzania wanafahamika kwa kusita kufanya maamuzi fulani, lakini Mheshimiwa Lissu ameingia mioyoni mwa watu wengi sana. Kwa hiyo haya yanawatesa hao watu ambao walijaribu kumtoa uhai, lakini hawajafanikiwa. Sasa kwa mujibu wa hizo taarifa ni kwamba mikakati inayotumika ambayo inatarajiwa kwamba itamaliza itamaliza, Mheshimiwa Lissu mwenyewe. A, moja ni hili la kumweka pamoja na wafungwa ambao wamehukumiwa kunyongwa. Hii ni adhabu, hii ni ya kisaikolojia zaidi, kwamba kesi aliyokuwa nayo Mheshimiwa Lissu ni ya uhaini. Moja ya adhabu za kesi ya uhaini ni kifo. Sasa mheshimiwa Lissu wamewekwa na watu ambao tayari wameshahukumiwa, japo yeye alihukumiwa. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida yanaleta ile simulizi ambayo pengine umeshawahi kuisikia kwamba kuna mtu alilazwa hospitali, siku ya kwanza mgonjwa wa kwanza akafariki, siku ya pili, yani kulikuwa na wagonjwa wanne, siku ya kwanza mgonjwa wa kwanza akafariki, siku ya pili mgonjwa wa pili, pili akafariki, siku ya tatu, mgonjwa wa tatu akafariki, kitanda cha mwisho kilichobaki ndio cha yeye cha nne akajua yeye ndio atakuwa mtu ikabidi akimbie pale hospitali. Sasa haya ndio mazingira jinsi yalivyo kumweka Mheshimiwa Lisu na hawa watu ambao wamehukumiwa kunyongwa ni kwamba yeye ni next baada ya hawa. Kwa sababu japo hajahukumiwa lakini hakukuwa na mantiki ya kumweka katika hii sehemu wa ya wafungwa waliohukumiwa kunyongwa. Kwa hiyo ni adhabu ya kisaikolojia ambayo wanampatia. Lakini pili kuna hili la kumzuia kwenda kupata haki ya kufanya ibada. Hii inamtenganisha na moja ya vitu muhimu sana ambavyo vinasaidia hata sisi wengine ambao tumepitia changamoto za kimaisha ni yani, imani ya kiroho ukiwa na imani kubwa ya kiroho unaweza kukabiliana na mambo ambayo mbele kuna giza, lakini kwa kumzi, kwa kumdhibiti katika imani ya kiroho kumdhibiti kusali, wanaingilia uwezekano wa kuwa na ile imani uh, kumpa, ya kumpa nguvu, kwa sababu ili kukabiliana na changamoto kama hizi unataka kuwa na, na nguvu ya kuweza uh, kukabiliana na nguvu ambazo huonek, huzio, yani nguvu za shetani, kama vile nguvu za Mungu zidi ya nguvu za shetani. Kwa hiyo hili la kumzuia kiroho pia linasaidia lakini pia wanajaribu ku, uh, ku, kuathiri afya yake, kama alivyosema kwamba sehemu aliyowekwa aruhusi kufanya mazoezi anapita kwenye utelezi, labda anaweza akaanguka. Kwa hiyo matarajio wao wanaona hii ni fursa muhimu kwake kwao kutekeleza yale ambayo huko nyuma yalishindikana ya kumtoa uhai. Na mwisho la hili la wanasheria wake kuamuzi ku, wa, wa, mw, wa mheshimiwa Lissu kuondoa wanasheria inaonekana ni fursa muhimu kwa wao kwa sababu inamnyima fursa Uh, Mheshimiwa Lissu kupata kile ambacho kinajengwa na uhusiano kati ya mwanasheria na mteja. Yaani kwa kama alivyosema katika jela unakuwa kama uko katika dunia nyingine. Sasa unapokuwa na mwanasheria au wanasheria wanakuwa ni kiungo kati ya wewe uliyoko jela na hawa na dunia hii ya nje ambayo uh, wewe uko mbali nayo. Kwa hiyo kuna research ambazo zinatakiwa kufanya kwa ajili ya uh, mwenendo wa kesi na vitu kama hivyo. Lakini pia Uh, wakili um, mwanasheria na mteja wake kuna aina mbili za visit. Moja ni hiyo visitation ambayo ni kama watu wa kawaida wanamtembelea mteja, lakini pili kuna e consultation ambayo ni majadiliano kuhusiana na mwenendo wa kesi au ushahidi mpya uliokusanywa. Wanaamini kwamba hili uh, kutokana na uamuzi wa Lissu kuondoa mwanasheria wake itakuwa ni fursa nzuri kwao katika mwenendo wa hii kesi. Lakini Mheshimiwa Lissu amesema hakuwafukuza, hakuwaondoa wanasheria kwa sababu wameshindwa kazi, bali kutokana na, na kutokuwa na tija ya wao kuendelea katika hiyo kesi. Ah, mimi nimeona niwaletee taarifa. Je, una maoni gani? Karibu utoe maoni hapo kwenye komenti, asanteni na kwa heri.